na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Kaspar Kaspar Mmuya.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 nitaitumikia vema kwa moyo wangu thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi yangu za, kazi, kazi zangu za naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie.